Soko la Mawenzi mjini Morogoro, soko ambalo ni maarufu kwa upatikanaji wa bidhaa za mboga mboga na matunda pamoja na nafaka. Kwa siku hizi za sikukuu, bei za baadhi ya bidhaa zimeonekana kupanda maradufu, ikiwemo viazi mviringo pamoja na mchele. Gharama zimekuwa juu sana kwenye viazi, karoti viazi na, kwa mfano viazi tulikuwa tunanunuailo kabla ya hilo tulikuwa tunanunua 1200. Lakini ilitoka elfu mpaka 2000. Inatuasiri kiwango kikubwa sana sababu kutokana na uchumi ambao tukonao, natuasiri sana akiwango kubwa sababu utafutaji wetu huko chini vitu viko juu sana. Wafanyabiashara wa bidhaa hizi wanasema bei hizi zimepanda kutokana na garama ambazo wanauziwa toka shambani, haijatokea hata mwaka mmoja hii kuuza elfu ishirini maana inazidiki, nauzaga elfu kumi na mbili lakini kwa mwaka huu elfu ishirini laita kumi hapa na, la na sio sisi. Toka shambani shamba vitu bei kubwa, usafiri bei kubwa, nauli. Kwa hiyo hata tukijapo na sisi tunaongeza asilimia kidogo. umeona bwana? lakini ingekuwa kule wameshusha, hata sisi tulishusha. Kwa hiyo swala kama hili bwana, hata sisi tunashangaa sana, imekuwaje. Hata tunauzia wateja bei kubwa, sio tunapenda mama kupanda kwa sababu mbili. Kwanza mvua zinanyesha, pili upungufu vimepungua kidogo, upungu viazi shamba sio vingi sana kama mwanzo. A, sababu kuu mbili hizo kutoka mm. mm. shamba a shilingi shamba kwanza shilingi elfu hamsini na tano, sasa hivi wanauza elfu sabini mpaka elfu sabini na tano shamba huko huko, maapa mjini sasa hivi ni laki moja mpaka laki na elfu tano, ambapo inauza shilingi elfu sabini elfu sitini na tano. mm. sio nzuri mm. Bei shamba zimepanda, wateja nao kawaletea waeleweki, wakwambia mbona mchele bei juu, kwani shida shida? Hivyo hivyo, nilikuwa bei inaanzia 2200 2200 ulikuwepo, lakini kwa sasa hivi, hali ya sasa hivi 2300 kwenda juu. Kando na bei ya mchele pamoja na viazi kupanda, bei nyingine ambazo zimeonekana kupanda ni kwa upande wa kitoweo cha kuku pamoja na kitoweo cha nyama ya ng'ombe, ambapo kwa sasa nyama ya ng'ombe katika mabucha ambayo yako pembezoni kidogo mwa mji ni shilingi elfu kumi na mbili badala elfu kumi ambayo ilikuwa ikiuzwa kabla ya sikukuu. Teresia Mwanga, Azam Nyuzi, Morogoro.